Tuzungumze na wanahabari upande wenu mashujaa, mmejiandaje kuelekea mchezo wa kuruhusu ambao kuna kwenda kucheza na Yanga Africans. Karibu sana. Asante sana. Dani. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kusafiri salama kutoka Kigoma kufika Dar es Salaam. Hali ya vijana iko nzuri. Eh, vijana watatu kidogo wana tatizo la kiafya lakini waliobaki wako vizuri. Kikubwa tume tangu tumefika tumepata kama vipindi vinne vya mazoezi. E, nashukuru tumeenda vizuri na tuko tayari kwa ajili ya gemu yetu eh, ya kesho dhidi ya Yanga Coach. Uh, nakwenda kucheza na timu ambayo ina safu bora ya ushambuliaji, timu ambayo inaweza kufanya nafasi ambazo wanazitengeneza. Pia kwa upande wako nikupongeze, kwenye michezo mitano iliyopita umekuwa bora katika eneo lako la ugelizi kwa kuweza kukonsidi goli lolote mchezo wa kesho tunakwenda kucheza na game plan ya gani gani, labda tutegemee kitu gani, vipi kwa namna gani, katika safu yako ya ushambuliaji? Tumeona nafasi yako ulinzi imekuwa bora sana katika michezo mitano iliyopita. Jam kikubwa, tunajua tunacheza na timu ya aina gani eh. Tunacheza na timu yenye ubora karibu kila eneo lao eh, kwa upande wetu tumeona ubora wao na tumeweza kufanyia kazi eh, ili tusipeze kupata madhara makubwa kutoka kwao, lakini pia e, nao, maini, tuka atumia, tuka ona, na ubora walionao, kuna maeneo na sisi tunaweza tukawatumia tukaona namna gani tunaweza tukapata tuka, tuka matokeo mazuri. Kikubwa tumejiandaa kucheza na Yanga tukijua ubora wao na kwa upande wetu tutacheza e, kadi tulivyojiandaa na imani tutacheza kwa ushindani na haitakuwa rahisi na kuona tunapata matokeo. Swali kwa mwalimu ya kikubwa ni mechi ya kiufundi, mechi ya mbinu, lakini pia utimamu wa mwili unahitajika zaidi. Tumejaribu kuangalia maeneo yote hayo matatu na tunajua Yanga ni timu ya aina gani. Tumejiandaa kucheza nao kesho. Karibu. ya tuna wachezaji watatu afya wa zao si nzuri e, hawa hawatakuwepo, lakini tuna kundi kubwa e, waliokuwepo watafanya kazi vizuri. Labda mwalimu, tutegemee mabadiliko yote ya kiufundi kuelekea kwenye mchezo huo dhidi ya Yanga kesho? Yeah, tutaanza kama ambavyo tumejiandaa, watakavyobadilika na sisi ndivyo tutakavyobadilika kuona tunapambana nao e. Mategemeo yangu vijana wako kwenye hali nzuri, tutacheza kama ambavyo tumejiandaa, na mechi kwetu haitakuwa rahisi, lakini pia na imani na kwa wao haitakuwa rahisi. Labda tutegemee kutakuwa na tahadhari zozote katika upande wa kikosi chako kuelekea eh kwenye mchezo wa Yanga Afrika hususan katika eneo lao la juu la ushambuliaji. E ya, tunajua ubora wao upo kwenye kushambulia na sisi tumejiandaa. E, nadhani kesho watu waje waangalie watapata burudani nzuri, na sisi tutakuwa salama pia, tuna uhakika huo. Ya, kikubwa kikubwa, watuunge mkono, watuunge mkono ya, na sisi tunawaahidi tutacheza kama tulivyojiandaa na mategemeo yetu kucheza mchezo mzuri, lakini utakaotupa matokeo pia. Mwalimu, nikushukuru sana na kutakia kila la kesho kwenye mchezo wa Afrika. Asante sana. Naam.